leo tunaenda kujifunza jinsi ya ku extract template kwa ajili ya matumizi ya blogger kwa hiyo step number 1 na inabidi kwenda kwenye browser yako kama ni chrome utaandika hapo template for blogger then uta search hapo utatafuta ambayo ni ya free ambayo sio ya kulipia kwa hiyo hapo itakuja hiyo hapo ya kwanza kwa leo utatumia hapo blogger templates hiyo hapo ya kwanza tutaklik Tukisha kliki itafunguka, tutakliki hapo free blogger templates hiyo namba mbili. Then tukisha kliki hapo itafunguka, tutachagua template yetu ambayo tutakayoipenda, ambayo itakuwa ndo matumizi kwa ajili ya blogi yetu. Tutashuka chini hapo kidogo, tutashuka chini kidogo, then tutaikliki hiyo hapo ambayo tumeshaipenda, then itafunguka kwa ajili ya kudownload hapo tutashuka hapo chini kwa ajili ya kudownload, maanake hiyo hapo ya kwanza, hapo ya pili, hapo inamaanisha hiyo kwenye red hapo ni kwa ajili ya kununua. Kwa hiyo tutaenda mwishoni kwa ajili ya kudownload, tuta download, tutabonyeza hapo, open. Then tutaclick hapo kwenye files just once, then tukisha click hapo itaenda kwenye files moja kwa moja, tutabonyeza hapo extract kwa ajili sasa ya kuextract ili tupate ile template ambayo mwishodi imeishia na .xml. Tutaweka hapo done. Tukishabonyeza done, sasa ile template yetu ambayo tunadownload inakuwa tayari tumesha extract. Then tutabonyeza hapo kwenye neusolog free vision Ukisha click itaenda kwenye phonex. Kwenye phonex ukishaingia, utabonyeza hapo kwenye files. Ukishabonyeza hapo, utaenda kwenye recent, alafu mbele yake more. Ukishabonyeza hapo, ndio utaona ile template set ambayo itakuwa imeshajifungua kule. Utabonyeza kwenye hiyo vidoti mbele tatu, kwenye hiyo template yetu ya nisology. Ukishabonyeza tunaenda sasa ku rename, unaenda kwenye move to. Ukishabonyeza hapo, utaenda kwenye new folder hapo chini kushoto utaandika jina unalolitaka ukishamaliza, utaandika done. So hiyo template yetu tayari itakuwa kwenye mafaili yetu.